Shirikisho la soka nchini TFF, bodi ya ligi na Yanga Sports Club muda huu wamekutana kujadili kilichotokea, ili kupata mwafaka wa mchezo wa dabi ulioahirishwa Machi nane. Kikao cha majadiliano muda huu kinaendelea, na sasa nakuletea video za viongozi mbalimbali mbali ambao tayari wamekwisha wasili katika kikao hicho. Miongoni mwa viongozi wao ni rais wa klabu ya Yanga Injinia e, Hess pamoja na makamu wake Arafat wamefika, lakini Mguto Almas Kasongo pia e, wamewasili katika kikao hichi. Wajumbe wa bodi ya Yanga wamefika kwenye kikao e, pia bila kumsahau waziri Paramagamba Kabudi pia amefika. Eh, lakini viongozi pia mbalimbali mbali wa TFF wakiongozwa na rais pia, uh, nao wamefika, lakini nategemewa pale baadaye saa saba eh, viongozi wa klabu ya Simba Sports Club nao wataingia wata katika kikao kwa ajili ya kusikilizwa. Kikao hiki kitasikilizwa katika uh, makundi mawili, watasikilizwa viongozi wa Yanga, lakini pia watasikilizwa viongozi wa Simba.

Ah, thank you. Good? Yes, thank you. President, labda tujue utayari wako juu ya huu mkutano ambao umeitishwa na waziri. Uh, kwanza ni heshima kubwa kupata nafasi ya kutana na Mheshimiwa Waziri na tumeitikia wito. Kikao kilichotakiwa kufanyika Dodoma, baadaye tukapewa maelekezo kitafanyika hapa. Kwa hiyo tumekuja kusikiliza yale ambayo Mheshimiwa Waziri ametuitia. Kwa labda nafikiri itakuwa ni siku nzuri, baada ya kutoka kwenye kikao kama kutoka kuna sababu ya kuzungumza basi tutazungumza, lakini tumeitikia wito wa serikali tumeitikia wito wa Mheshimiwa Waziri na amini... <coughs>